National government imekuwa ikipeana kujenga madarasa. Utakuja kudua ukitaka kuona darasa imejengwa ikamalizo times ama terrazzo ni ya CDF. Mimi kwa hayo yote ana nimesema, wanaingi wamesema, naungana nao, nawaimaneticha ni wenzangu, uunga CDF iendelee. Hata mimi bilo na nyona na sifani hivi, nimesomea CDF. Iwe wenzangu na ndugu wangu wa familia ya Usoro na Mburu, tumesomea CDF. We fully support, na Shabani tunasupport CDF iendelee. Alafu mheshimiwa, yani anakuambia 2027 tunakuwa nawe ndani ndani kabisa. Order, can do your stretch. Nataka kutoa maoni yangu kuhusu NG-CDF. Mimi natoka sehemu za Tuti Marakaru kijiji duni kinaitwa Maliki. Tulipokuwa katika hiyo kijiji, watu walikuwa walevi, na mimi mheshimiwa, umewahifika kule ukaona ground break, watu ni walevi, watu wana mambo zao mbaya sana, lakini tukaamua tuanzishe shule ambayo inaitwa Maliki Primary. Mheshimiwa, juzi kupitia Madam Joyce, mmetujengea darasa mbili mzuri sana sasa Watoto wanaendelea kusoma na bado tunahitaji madarasa sababu tuko grade 6 tunataka kufanya national exam na watoto waendelee grade 7 na 8. Tunaomba mheshimiwa, ikiwa kuna pia nyafasi hii ya NGCDF ikiwa itaendelea, tunataka kutujengee madarasa hiyo shule ikuwe bora kama bugoma DB. Upande wa security, tuti marakari ilikuwa sehemu ya majambazi, lakini tuko na police pos hapa tuti mumeijenga very decent polisi, wanatulinda kwa kijiji, hatuna ubaya wowote. Mimi nasema na nasupport fully kama mwanabodaboda wa Bungoma Kaunti, NGCDF iendelee kama public participation juu ya ule mswada ambao uko kule katika bunge ambalo unatakana kuweka funds tatu katika katiba, NGCDF, Senate Oversight Fund na National Government Affirmative Action Fund. Tulitakana tufanyie mkutano huu katika kule ofisi, lakini tukaona kwamba ofisi ni ndogo kidogo. Tulikuja katika ukumbi huu ili tuweze kupata maoni ya wananchi. Tumekuwa na wawakilishi wote, uh, walimu, vijana, walemavu, wale wafaa, wale kasi na serikali kuu na watu wote katika Kanduyi constituency hapa na tulikuwa tunataka tupate maoni yao, je, CDF uweze kuendelea au mswada ule uweze kuendelea mbele ama hapana. Na kama mlivyoona ulipokuwa kule ndani, watu wana, wana stori nyingi sana nzuri kuongea juu ya CDF. Kuna wale ambao wamelipiwa fees, hata uliona Assistant County Commissioner akasema yeye yeah, amelipiwa pesa na CDF kutoka wakati ule wote, basari alikuwa akipata. Tumekuwa na wale ambao wamepata basari. Kuna shule zile ambazo tumeweza kujaribu kujenga kuna zile police stations zile chief centers zile ambazo zimejengwa kwa sababu ya mgao wa CDF. Sasa, kwa kauli moja wananchi hapo wamesema kwamba wanaunga mkono mia kwa mia CDF iweze kuwekwa katika katiba ili tuweze kuwa na hizi kesi. hata uzuri zaidi ambayo nimesikia hapo ni civil society. Ulikuwa mwakilishi wa civil society akasema, kwa kauli moja civil society ya Bungoma inasema kwamba inaunga mkono mswada ule ambao tumepeleka kule katika bunge ambayo tumeweza kufanyia hapa public participation. Kumekuwa of course na changamoto kadha wa kadha watu, wananchi pia wametoa maoni kwamba uh, National Government Affirmative Action Fund natakana tuvute, hawajaona kazi yao sana, hawajaona kazi ya National Government Affirmative Action Fund. Pia wamekuuliza maswali juu ya Senate oversight fund, tumeweza kuwaeleza lakini yote tisa kumi nafikiri wananchi hapa wametoa kauli moja ya kwamba tuweze kuendelea na ule mswada uh, ili tuweze kuupitisha, tuweze kuweka funds hizo katika katiba. Na langu ni kuwashukuru nyinyi wote mlioacha na kushukuru wote washikadau wote ambao waliweza kutenga muda wao kuwa na sisi hapa leo kuhakikisha kwamba uh, tunakamilisha zoezi hili. Kile nataka kuomba serikali kuu kabisa na board, kama sisi hapa katika Kanduyi constituency hata tukijadiliana hapa kwa nataka zile fedha ziweze kuletwa, ni kwamba kadri, almost half of the amount, tukikaribia mwisho wa mwaka mwisho wa mwaka wa kifedha, hazijakuja. Kwa mfano sisi hapa out of the 206 million shillings we are supposed to get, tumepokea karibu milioni 93 t peke yake, na ndio hii tunafikia mwisho wa mwaka. Tunataka kuomba serikali kuu, kwa sababu fedha hizo ni za kuweza kusaidia miradi kadha kadha ya elimu hasa katika constituency hii kuna mipango kadha wa kadha ambayo tumeweka ya social protection ya kusaidia wale wazee wetu wale ambao hawajiwezi ili waweze kujikimu kiafya. Tunataka tuwaandikishe kwa Social Health Insurance Fund, tuweze kuwaandikisha wale wazee. Hatujapata zile fedha, ndio program imekwama. Tunataka hizo fedha ziweze kuletwa ili tuweze kukamilisha miradi ya, ya, ya, ya, ya masomo ambayo tuko nayo. Tunampia mpangilio kabambe kupeleka vijana wetu katika zile driving schools na KMTC kwa sababu tunaambia wakina bodaboda aweze kutusaidia. Tunataka kupeleka bodaboda pia, tunapeleka watoto wao katika university ama mtu anayeendesha bodaboda tunataka muone yeye pia, CDF imesupport yeye akaenda chuo kikuu ama anaenda katika hizi shule zingine za anuwai ili tuweze kusisitiza masomo. Na nafikiri tukirudi Nairobi wiki ijayo, nafikiri tutasukuma kuhakikisha kwamba kabla mwaka hujaisha, all government funds that are due to institutions ziweze kutolewa, na tuseme namna hiyo, kwa sababu ya CDF, kwa sababu ya shule zina changamoto nyingi sana. Capitation katika shule, tumetembea katika mashule, capitation haijakuja Nataka kusii wizara ya elimu na serikali ihakikishe kwamba zile fedha za capitation za kusaidia shule zetu ziweze kutolewa kwa muda unaofaa ili tuweze kusukuma masomo katika constituency yetu ya Kanduyi. Pia tumewarahi watu wetu kuwa umoja ni nguvu. Hatutaki hii tabia ya viongozi kuzozana. Sisi tuko na viongozi hapa, tuna spika wetu, tuna mheshimiwa Eugene Wamalwa, tuna natembea, tuna Musalia Mudavadi, tuna Weekly fombeso paranya Tunataka wa viongozi wote kwa manufaa ya eneo hili waweze kuzungumza kwa sauti moja, ili tunavyozidi kusonga kule mwaka wa 2027 jamii hii ya Mulembe iweze kuongea kwa sauti moja, kwa sababu vile tunavyoangalia jamii zote ziko zinajipanga. Sisi hapa kama viongozi, tafadhali, tuweze kuongea kwa sauti moja ili watu wa sehemu hii idadi ya watu ambao wakasema because huwa nasema sisi ndio tuko wengi zaidi Kenya hii. Our numbers must be able to count and for our numbers to count our leaders need to sit together, speak together, speak one language before we can go out to go and seek our riches with other people. Tunaomba viongozi wetu tafadhali, tuweze kusimama tuweze kuongea kwa sauti moja kwa niaba na manufaa ya eneo hili na wananchi wa eneo hili. Hilo ndio ombi langu kabisa kwa viongozi hapa, tuweze kuzozana tuweze kutapiana cheche za maneno.